Shule yetu hii ni shule ambayo ina darasa la kwanza mpaka la saba na ina kitengo cha wanafunzi wenye mahitaji maalum aina ya ulemavu wa akili na usonji. Kituo hiki cha elimu maalum kilianzishwa mwaka elfu mbili na ishirini na mbili wakati kinaanzishwa, kilianzishwa kikiwa na wanafunzi kumi na mbili, wakiwepo wavulana tisa na wakike watatu. Kutokana na jinsi miaka inavyokwenda, mpaka sasa tunao wanafunzi ishirini na nne, jumla na ndani yake hapo kuna wanafunzi kumi na saba wa kiume na wanafunzi saba wa kike. Uh, wako walimu wataalam waliosomea, kwa sasa wako watano jumla, wakiwemo wawili wa kiume na watatu wa kike kwa sasa yako madarasa matatu na ofisi moja na vyoo viwili pamoja na store, lakini bado juhudi zinaendelea huko, ujenzi unaoendelea ambao tunaamini kabisa kwamba ukimalizika itakuwa ni jambo jema kwetu, tutakuwa tunaendelea kuhudumia wanafunzi wengi zaidi na wataongezeka zaidi. Ah, kutokana na hilo basi, kama nilivyosema toka mwanzo, ni kwamba wanafunzi wetu wako ishirini na nne walioko hapa kwenye kituo, lakini bado tunao wanafunzi wengine watano, wako kwenye madarasa ya kawaida kwenye Main Street. Na kati yao hawa watano wako watatu ambao wako kwenye maandalizi ya kufanya mtihani wa taifa na wawili wako darasa la sita. Kwa hiyo bado tunaendelea kujivunia na kazi inayofanyika katika shule hii, na kuhusiana na mafanikio ya kituo chetu cha Joshua, kutokana na hali kwamba sasa tunao wataalamu watano waliosomea, na kutokana na sifa kwamba wanafunzi wanaopita katika shule hii au katika kituo hiki wanakuwa na mafanikio makubwa. Kwa hiyo tumekuwa na ongezeko kubwa la wanafunzi. Utaangalia kwamba ndani ya muda mfupi kutoka wanafunzi kumi na mbili sasa tunao wanafunzi ishirini na nne kama nilivyotaja toka mwanzo, na vilevile tumekuwa na ongezeko la walimu wataalam, kwa sababu wakati kinaanza kituo kilikuwa na walimu watatu sasa kutokana na hilo ongezeko la la, walimu wataalamu basi, na lenyewe ni fanikio mojawapo vile vile, kwamba kutokana na wanafunzi wetu hawa na uongozi wa, wa, wa, wa shule hii unaandaa chakula cha mchana pamoja na saa na, nne na, na, na, na, na wanapata uji mzuri tu wa lishe. Kwa hiyo kutokana na hilo inaimarisha uwepo au kutokuwa na utoro katika shule. Kwa oh, hiyo wanafunzi wanapenda kuja shule, wakiamka nyumbani wanataka kwenda shule. Alafu mafanikio mengine ni kwamba <coughs> ah, wanafunzi wetu wote walioko katika kituo hiki wameanza kuwa na maendeleo mazuri katika maisha yao ya kila siku kutokana na yale wanayofundishwa na walimu wao. Ah, wakati kuna baadhi ya wanafunzi wakati wanasajiliwa hapa walikuwa hawawezi kuongea, sasa wanaweza kuongea kutokana na mafunzo wanayoyapata hapa. Vilevile walikuwa hawawezi kujitambua, wengine wameanza kujitambua, na wengine kitaaluma walikuwa nyuma zaidi, lakini wameanza kuweza kusoma wengine na kuandika vizuri vile vile na kuhesabu. Tunao wanafunzi wetu tumewagawa katika hatua ya kwanza, hatua ya pili, hatua ya tatu. Hayo ni mafanikio, kwa sababu kadi tunavyozidi kumpokea, tukishampokea kwa mara ya kwanza, tunamweka hatua ya kwanza, akionyesha mafanikio fulani, basi tunampeleka hatua ya pili Vilevile, kwenye hatua ya pili akionyesha mafanikio ambayo yanaridhisha basi anahama, anakwenda hatua ya tatu. Na pengine kwenye hatua ya tatu akijikuta kwamba ana mafanikio mazuri kitaaluma kwa masomo ya, ya, ya, ya, ya darasani, basi tunaweza kumwelekeza aweze kuelekea kwenye madarasa ya kawaida. Tunamtafutia nafasi aweze kwenda kujifunza kwenye madarasa ya kawaida, ili baadaye kama ataweza kuendelea kamaliza darasa la saba Itakuwa vyema zaidi, tutakuwa tunafurahi zaidi juu ya hilo. Lakini kama atakuwa ameshindwa kufikia hatua hiyo, basi huwa tunawaandalia kazi zingine za mikono za kuweza kumwezesha yeye aweze kujitegemea yeye kama yeye. Tuna eneo la bustani liko pale, tuna kazi zingine za mikono, tunawapelekaga kule karakana, wanaweza kwenda kujifunza vitu vya mambo ya mikono ili aweze kujifunza maisha.